Naam, hayawi hayawi mwisho yamekuwa. Kuanzia tarehe 27 Ijumaa hii ya Juni 2025 hadi tarehe 29, tutakuwa katika viwanja vya Mirongo, tunakuletea kongamano la kumi na mbili la Afrika Mashariki la Kidawa ambalo litahudhuriwa na Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Unakosaje wewe kutufuatilia TV Iman, Radio Iman, Gazeti Iman na Iman Digital ili tuweze kukuhabarisha mengi ambayo yataenda kujili katika viwanja vile. Watazungumza mashekha kutoka Kenya, Uganda, Rwanda na Burundi, lakini wenyeji wao Tanzania tutakuwepo pia. Hapa tumeshatia timu Sheikh Shamsi Elmi Sheikh Hassan Muhammadain na wengine wengi, Sheikh Juma Poli, Sheikh Salim Barahiani na wengine wengi watakuwepo wakilipamba jukwaa la kongamano la Afrika ya Mashariki katika viwanja vya Mirongo. Usisahau, mgeni rasmi ni Daktari Samia Suluhu Hassan. Allah muhifadhi daktari wetu huyu rais wetu huyu, kutupatia amani na uhuru wa kuweza kuabudu ndani ya nchi yetu ya Tanzania. Unakosaje kufika?